wa Tanzania, Mwigulu Lameck Nchemba, amekabidhiwa rasmi ofisi ya Waziri Mkuu kutoka kwa mtangulizi wake, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, katika hafla maalumu iliyofanyika jijini Dodoma. Tukio hilo limehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali, watendaji wakuu wa ofisi ya Waziri Mkuu, wabunge, pamoja na wadau wa maendeleo, likiwa ni ishara ya kuendelea kwa utendaji wa serikali kwa misingi ya utulivu, uwajibikaji na demokrasia. Katika makabidhiano hayo, Mheshimiwa Majaliwa alimpongeza mrithi wake kwa kuaminiwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kusisitiza kuwa ofisi hiyo ina majukumu mazito yanayogusa maisha ya wa Watanzania moja kwa moja. Alisema kuwa misingi ya nidhamu, usimamizi madhubuti wa miradi ya maendeleo, na mshikamano wa kitaifa ndilo jambo muhimu ambalo limekuwa nguzo ya utendaji wa ofisi hiyo kwa miaka yote. Kwa upande wake, Mheshimiwa Mwigulu Nchemba alitoa shukrani kwa uongozi wa serikali akimshukuru rais kwa imani kubwa aliyoonyesha kwake. Aliahidi kuendeleza misingi ya uwajibikaji, kuongeza kasi katika kusimamia utekelezaji wa miradi ya kimkakati, na kushirikiana kwa karibu na wizara, taasisi na sekta binafsi kuhakikisha uchumi wa nchi unazidi kukua sambamba na maisha ya wananchi kuboreka. Aidha, Dokta Mwigulu aliahidi kuimarisha mawasiliano kati ya wananchi na serikali ili kuhakikisha madai, changamoto na ushauri wa wananchi unafanyiwa kazi kwa wakati. Hafla hiyo pia ilipambwa na makabidhiano ya vitabu vya kumbukumbu za kazi, taarifa za miradi, na nyaraka rasmi za maelekezo ya serikali, ishara ya uhamisho wa majukumu kwa mujibu wa taratibu za utawala bora. Viongozi mbalimbali waliohudhuria walipongeza utamaduni huo wa makabidhiano ya amani na utulivu, wakisema kuwa ni kielelezo cha kukomaa kwa demokrasia na ustaarabu wa kisiasa nchini. Mwisho wa hafla ulitawaliwa na matarajio makubwa kutoka kwa wananchi na wadau mbalimbali wakiamini kuwa uongozi mpya utakazia juhudi katika kuongeza uzalishaji, ajira, nidhamu serikalini na utekelezaji wa miradi ya muda mrefu. Makabidhiano haya yametaja kuwa mwanzo mpya wa kasi na sura mpya katika safari ya maendeleo ya taifa. Mimi, msamaji wako, Karen Shao, na hii ni Mbuyuni TV. Yale ambayo yalishakwisha kutoka kupitia dira, ilani ya uchaguzi, mpango wa uh, miaka mitano na ule wa mwaka mmoja mmoja, na maelekezo ya leo, pamoja na yale ambayo yalishakwisha kutolewa, tukianza na yale ya siku mia moja ili tuanze kukimbia tuelekee mbele. Nilisema juzi pale, naendelea kusisitiza kila mwana team member lazima tuende kwa gia ya kupandia mlima, e, ya kukatisha kwenye mawingu ya kukatisha kwenye mawimbi ya bahari. Lazima tuwafikie Watanzania kule waliko. Sasa kwa sababu ukinyumbulisha majukumu yaliyoko kwenye ofisi yetu, tunatakiwa tuziratibu sekta zote kwa lazima, kwa wakati. Kila kitu tuende nacho kwa kasi inayotarajiwa kuwapatia Watanzania matokeo ya haraka. Nimeshaongea na katibu mkuu, amenihakikishia jinsi tulivyo na timu bora ya watumishi ndani ya Ofisi ya Waziri Mkuu, na kwa kweli e, ukiangalia kazi ambazo zimefanyika katika e, kipindi kilichopita, ina inashuhudia kwamba tuna timu iliyo bora ya watumishi ndani ya Ofisi ya Waziri Mkuu. Kwa mimi ni matumaini yangu kwamba tutashirikiana ili tuweze kuhakikisha tunakidhi tuna hayo matarajio ya Watanzania yaliyoko mbele.